Kuna mwanangu Gazla hapa yeah, na mimi kama mi mwanahabari, mm. hapa kukuuliza ma- maswali kuhusu hichi kifo cha baba yetu Raila, mm. jui kama uko na maoni gani kuhusu hichi kifo. Hiki kifo kweli kinahuzunisha kimimi kibinafsi n mm. kimeniumiza sana, wajua baba Raila alikuwa mtajika, aliku tulimpenda sana, alipendwa sana na raia wa Kenya alikuwa kiongozi wa maendeleo, japo alikuwa hapati kiti yani ukalia kiti ile hmm. kalia kuongoza, alikuwa waziri wa alikuwa waziri mkuu kitambo kitambo, umeenda kitambo, unakumbuka, alikuwa mimi alikuwa waziri mkuu hmm. lakini hicho kipindi hicho alikuwa acha waziri mkuu, akajaribu kugomania urais akagombania kina Moi huko alianza hmm. mwanzo mw. kina Kenyatta huko hmm. Kibaki hmm. alikuwa alikuwa anawania sana anataka, hmm. apate kiti cha hmm. yeah, urais, lakini hakuweza kupata kile kiti hmm. kukalia na yeye lakini, alipenda sana paka saa hii mm. juzi hii 2022 mm. akajaribu pia yeye alikuwa anawania anataka kumfikuku huyo, hmm. Ruto, lakini hayekuwezekana. Lakini hayo yote yalofanyika hakupata, lakini Raila Raila, Raila, strong ni wale ambao waliteseka kitambo mm. Raila alipigania yeye Kenya. Kenya. ni Kenya. Kenya, shujaa amepambania kitambo sana eh, yani hata jina lake linajulikana kimataifa nje nje. Asa Raila mimi kama ka nitakukumbuka sana, sitamsahau milele, japo kimwili ametuacha lakini kinafsi zetu bado bado tuko naye, tuko na imani tu, tuko na imani kuna mtu mmoja atasimama. Mtu mmoja atakuja atasimama tu na atasimama, atakuwa kiongozi hodari kama yeye kama yeye. Lakini ODM bado iko bado iko ODM.